Mamia ya waandamanaji wamepambana na vikosi vya usalama katika miji kadhaa kote nchini Cameroon, saa chache kabla ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliokuwa na upinzani mkubwa kutangazwa. Polisi waliwarushia vitoa machozi na maji ya kuwasha wafuasi wa mgombea wa upinzani Issa Tchiroma Bakary katika ngome ya Garoua, mji ulioko kaskazini mwa nchi hiyo. Waandamanaji hao walikuwa wakilaani kile walichosema ni mpango wa chama tawala Cameroon People's Democratic Movement CPDM kuiba ushindi kutoka kwa kiongozi wa upinzani. Tchiroma Bakary amesisitiza kwamba ameshinda uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 12 mwezi Oktoba, akipinga rais aliye madarakani Paul Biya kwa miaka 43 kuendelea kushikilia madaraka. Chama cha CPDM kimetupilia mbali madai hayo. Maandamano hayo yanakuja baada ya Tchiroma Bakary kutoa wito kwa wafuasi wake nchini humo na wale walio nje kuandamana kwa amani kuikomboa Cameroon. Serikali imepiga marufuku mikusanyiko hadi Jumatatu wakati baraza la katiba la Cameroon litakapopanga kutangaza matokeo huko Garoua, maandamano yalianza kwa amani, lakini yakageuka ghasia wakati vikosi vya usalama viliporusha vitoa machozi mitaani ili kuwatawanya mamia ya watu waliokuwa wamekusanyika kumuunga mkono Tchiroma Bakary. Mwandishi mmoja alionekana akiwa amebeba bango la kumtaka rais wa Marekani Donald Trump kuwasaidia. tuko hapa kudai ushindi wetu, tunafanya maandamano ya amani ambayo ni haki ya kiraia kwa Wakameruni wote kwa kila mtu, mwandamanaji mwingine alisema. Wafuasi pia waliingia mitaani katika mji wa kusini magharibi wa Douala. Tunamtaka Tchiroma, tunamtaka Tchiroma, waandamanaji waliimba. Shirika la habari la Reuters lina ripoti. Tchiroma Bakary awali aliliambia BBC kwamba hatakubali kuibiwa kura. Alisema timu yake imekusanya taarifa jumla kulingana na matokeo ya vituo vya kupigia kura katika taarifa yake ya video iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii Chiroma Bakari alisema ameshinda uchaguzi huo kwa takribani asilimia 55 ya kura. Waziri huyo wa zamani wa serikali mwenye umri wa miaka 76 aliachana na Bia mwenye umri wa miaka 92 ambaye anawania muhula mwingine baada ya miaka 43 kuwepo madarakani. CPDM imetupilia mbali madai ya ushindi wa Chiroma Bakari na maofisa kadhaa wameelezea kuwa ni kinyume cha sheria kwa sababu ni baraza la katiba pekee ndilo linaloweza kutangaza matokeo rasmi. Wafuasi wa upinzani wamedai kuwa uchaguzi wa Oktoba 12 ulikumbwa na dosari, ikiwa ni pamoja na kujazwa kura katika maboksi. Majaji katika baraza la katiba wametupilia mbali kesi nane wakisema hazina ushahidi wa kutosha au haina mamlaka ya kubatilisha matokeo. Tchiroma Bakary alikataa kuwasilisha malalamiko katika baraza hilo ambalo majaji wake wameteuliwa na Biya na kuchagua badala yake kujitangaza kuwa rais halali. Mzaliwa wa Garoua Tchiroma Bakary alikuwa mwanafunzi wa uhandisi nchini Ufaransa kabla ya kurejea Kamerun na kufanya kazi katika kampuni ya kitaifa ya reli. Mnamo mwaka 1984 alitupwa jela akishutumiwa kuhusika katika jaribio la kumwondoa madarakani Rais Biya. Licha ya kukana shitaka hilo na akuwahi kupatikana na kupatika na hatia, Tchiroma Bakary alikaa jela miaka sita. Pia aliwahi kuwa waziri wa mawasiliano kuanzia mwaka 2009 hadi 2019. Akiwa msemaji wa serikali, alitetea serikali ya Biya wakati wa machafuko kama vile uasi wa Boko Haram na jeshi lilipotuhumiwa kuwaua raia. Lakini mwezi Juni, miezi minne tu kabla ya uchaguzi mkuu, Tchiroma Bakary